Mkuu wa wilaya ya Ubungo, Lazaro Twange amemwagiza mkuu wa polisi wa wilaya ya kipolisi Kimara Ubungo kuwatafuta na kuwakamata watu wote waliovamia na kuchoma moto ofisi ya afisa mtendaji wa kata ya Msewe na kuteketeza nyaraka na samani zote za ofisi hiyo. Tukio hilo la kuvamia na kuchoma moto ofisi limetokea majira ya saa tano na nusu usiku Kuamkia Aprili 26 mwaka 2025 ambapo nyaraka na samani zote zikiwemo viti na meza vimeteketea. Baadhi ya mashuhuda wameeleza kuwa walishuhudia moto ukiwaka katika ofisi hiyo, hivyo kuanza juhudi za kuokoa samani na kuzima moto. Kwa mujibu wa afisa mtendaji wa kata ya Ubungo Bi Elizabeth Erwiki amesema wahalifu hao kabla ya kuchoma moto jengo hilo waliiba meza na viti vipya vyenye thamani ya shilingi laki nne na nusu. Kufuatia tukio hilo, kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya ikiongozwa na mkuu wa wilaya ilifika na kujionea madhara yaliyotokea, ambapo amesema kilichofanyika ni uvunjifu wa amani sambamba na kulitaka jeshi la polisi kuwasaka wahusika hao. Akiongea baada ya kupokea maelezo ya kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya, kaimu mkurugenzi Kisambira amewahakikishia wananchi kuwa ndani ya siku saba ofisi hiyo itakarabatiwa na kurejesha huduma za jamii kama ilivyokuwa hapo awali. Hii ni Erasmi TV.